Kuja kuanza kumshuhudia Bwana, karibu karibu karibu, ukichelewa muda utakuacha. Karibu karibu karibu sana. Mungu akubariki mtumishi, sio lazima tuje wote. Haleluya Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, iko mahali hapa kwa ajili ya kumtukuza Mungu ambaye amefanya mambo ya ajabu. Mwezi ule wa kumi nilipata taarifa mama yangu amelazwa kwenye wodi ya wagonjwa ambao wanahitaji uangalizi. Ilikuwa tarehe kumi na tisa, nikampigia mchungaji akaomba na mimi nikasafiri nikaenda nyumbani. Nilipomkuta hali ya mama yangu ilikuwa inakatisha tamaa. Ilikuwa inakatisha ina tamaa. Ina tama, adui alikuwa amepanga jambo kubwa sana. <laughs> Lakini, akuweza kufanikiwa kwa, nikaendelea kumwamini Mungu. Nikamwambia Mungu, ambaye uliahidi kwenye ile Isaya sitini na moja kwamba ni mwaka wa waliofungwa kufunguliwa kwao, ninaamini ulikuwa unajua ya kwamba mama yangu atapita hapa, atalazwa ICU na atatoka. Atatoka lini sijui, yote iko mikononi mwako. Wewe ndo ambaye unaweza, ambaye una uwezo wa kumuinua mtu aliyekuwa amekata tamaa. Ninamshukuru Mungu kupitia maombi mamangu, anaendelea vizuri sana. Kwa hiyo niko mahali hapa kumtukuza Mungu ambaye amefanya. Sikutegemea kwamba mamangu ataamka kutoka Amen. Ata amka Amen. Kwa hiyo nikutie moyo wewe ambaye umepita kwenye changamoto 2025. Hiyo changamoto 2026 haitakumaliza. Amen. Haitakumaliza. Endelea kumwamini Mungu. Usiwatumaini wanadamu. Muamini Mungu atakuinua, atakuvusha au utabaki hapo ulipokuwa. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Makofi mengi kwa ajili ya Yesu Kristo. Amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.